jamaa anafanya mapenzi na mama mkwe wake karibu sana katika simulizi ya jamaa aliyefanya mapenzi na mama mkwe wake kwa sababu ya tamaa ya pesa kulikuwa na kijana mmoja anaitwa Brian. kijana mwenye umri wa miaka 29 kijana alikuwa akiishi Kinondoni Dar es Salaam alikuwa ni kijana mwenye sura ya kuvutia mwepesi wa maneno lakini moyo wake ulijaa tamaa ya mali alikuwa hana kazi ya kudumu lakini alijitahidi kujipatia pesa kwa kufanya biashara ndogo ndogo mtaani kuuza perfume feki, saa za Kichina na wakati mwingine hata kulala kwa wakeza watu wenye uwezo wa kumlipa. Brian alipata mpenzi msichana mrembo aitwaye Neema, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Tumaini, mwenye tabia njema na aliyetokea katika familia ya kitajiri kutokea Arusha. Baba yake alikuwa mfanya biashara mkubwa wa mazao ya viwandani na mama yake ambaye ni mama mkwe wake mtarajiwa wa Brian, alikuwa ni mwanamke mrembo wa miaka 45 tu aliyejulikana kama mama Anita. Huyu mama alikuwa akijali sana mwonekano wake, gym kila asubuhi, vipodozi vya bei ghali na mavazi ya kuvutia, kuliko hata binti huyo wa miaka 25. Brian alipomtembelea Neema nyumbani kwao Mbezi Beach kwa mara ya kwanza, aliishiwa maneno, si kwa uzuri wa nyumba yao bali kwa jinsi ambavyo mama Anita alivyoonekana kama video queen. Alivutiwa naye kwa namna isiyoelezeka. Mama Anita naye kwa upande wake hakuwa kipofu, alimtazama Brian kwa macho tofauti, na tabasamu lake ilikuwa na ishara isiyokuwa ishara ya kawaida. Muda ulivyozidi kusonga, Brian alianza kuenda kwa kina Neema mara kwa mara. Wakati Neema akiwa chuo, mama Anita alianza kumkaribisha Brian ndani na kumpea chakula, kumsifia jinsi alivyovaa na hata kumtania mara moja moja kwa kusema kwamba kama ingekuwa ni miaka kumi nyuma, basi mimi ningeolewa na wewe. Brian alicheka sana, lakini moyo wake ulishaanza kujaa sumu. Aliwaza, huyu mama ana pesa, ana kila kitu, na bado akimtaka nikatae? Hapana, haiwezekani. Siku moja ya Neema alipokuwa safarini na marafiki zake kuelekea Zanzibar kwa weekend, Brian alimpigia simu mama mkwe wake na kumwambia mama mkwe, kuna chaja yangu nilisahau hapo nyumbani naweza kuja kuchukua. Mama Anita akakubali, akamwambia njoo, nipo nyumbani. Brian alipofika akamkuta mama mkwe akiwa eh, na kimini na kaanguka fupi na harufu ya perfume nzito ya Chanel iliyopulizwa nyumba nzima. Sasa wakakaa sebleni wakaanza kunywa wine, wine nyekundu yani red wine. Maongezi yakawa ya kimahaba bila wao kujua walianzia wapi Mama Anita alimsogelea Brian na Brian ya kujizuia, walibusiana na kilichotokea hakikufaa kuelezeka wala kuendelea. Kila kitu kilianza kama mchezo, lakini ukawa mwanzo wa jambo la kutisha. Siku hiyo ikawa ni mwanzo wa uhusiano wa siri kati ya Brian na mama mkwe wake. Brian akaanza kupewa hela, zawadi na hata simu mpya ya iPhone. Alihisi amefika peponi, lakini hakujua kuwa amejifungulia mlango wa moto wa kuzimu. Je, Neema atagundua usaliti huu? Je, tamaa ya pesa itamsababishia Brian kuangamia? Tuendelee katika sehemu ya pili hapa hapa Bongo Star Media. Soon as possible na kuletea mwendelezo wa sehemu ya pili. Cha kufanya subscribe kwenye YouTube chaneli yetu inayofahamika kama Bongo Star Media ili kila siku kuendelea kupata simulizi nzuri kama hizi ambazo zitakukonga nyoyo. Mimi kwa majina naitwa Jimmy Godfrey. Hii ni Bongo Star Media. Siku njema wewe nawe, bye, bye.